Nataka nitimishe kwa kusema kuwa wewe kijana ambaye ndani yako ujishughulishi na kitu chochote kanisani, yaani wewe upo kwenye uimbaji binafsi, au upo kwenye kikundi cha kwaya, au upo kwenye usafi wa kanisa, jitahidi ujitoe kanisani. Usije usiende kanisani kwa kulalala usingizi. Bwana Yesu Kristo sana, jitoe sadaka kanisani. Imba kwaya kanisani, ni moja ya sadaka Mungu anaitaka. Imba nyimbo, kama ni mwimbaji binafsi, imba, ni moja ya sadaka Mungu anaitaka. Aya, kama una pesa mtolee Mungu sadaka, changia vyombo vya mziki vya kanisani, changia madhabahu iweze kuwa safi, eh? inakuwa ni hivyo. Msapotini, msapoti mchungaji wa injilisti, sapoti huduma ya Mungu isonge mbele. Sijui kama unanielewa inakuwa ni hivyo. Siende kanisani tu na lalala, unajaza viti moja mbili tatu. Usiwe mtu ambaye unaenda kanisani afu unajaza viti. Haupo kwenye sekta yoyote kama kijana. Hii ni hatari. Vijana ni taifa kubwa. Unapoenda kanisani usiende kwa kujaza viti. Nenda u, nenda na we mwenyewe toa sadaka sadaka yako kwa kufanya usafi kanisani, yeah, toa sadaka yako ya, ya kuchangia vyombo vya mziki. Toa sadaka yako kwa, ku, kwa kupamba madhabahu kuwa safi, na Mungu atakubariki. Usiende kanisani kia sala sala kuni na kushauri, kijana acha kwenda kanisani kulalalala. Amen, inakuwa ni hivyo.